Watatu hapa kuna timu wakafika mahali wamefika, lakini sasa, hizi ufadhili ulikatika. Sasa kila wiki tunawachangia, wanahitaji 300,000, lakini tumewachangia only 60,000 bajeti yao ya mwaka mzima inahitaji 1.5. Sasa tunawachangia, lakini tumewachangia 60,000 ya mwaka basi. Ndio basi ikuje situwawezeshe waweze kufika mahali wanatazamia kufikamaahakaaniohii ni mheshimiwa biliaa kusaidia awama hawa, ndio viongozi wa kesho. Tumempawa vijana, tumempawa mama, tumempawa mzee na tumempawa Marungu. Madamu Haika, sisi tunakupenda sana, watu wangu wa Marungu wanakupenda sana. Ambao hamjui, huyu ni dadangu mkubwa, nimeishi naye, sikujua sikujua huyu ni dadangu mkubwa kwa hiyo mimi namsupport hae pae. Kwanza tumeambiwa hawa wawana wanaitwa Samba Boys hawa vijana Mheshimiwa Waziri, nimekuja pia barameza au kadhaa kama kuna watoto wanajituma. Leo ningekuwa hata nikuwa nimevaa kofia yangu ya UDA, mimi nawatolea kofia, nyinyi ni wangwana yeah. Na waziri, mimi kupanda mbegu nimeambiwa ni shilingi laki tatu inahitajika. Ina mimi kupanda mbegu nimetumia bwana anaitwa Tobias Mwadime shilingi Kwa apa? Yeah. Tobias ni nani? Ako wapi? Mpigie yes yeye simu, angalia hapa kwa simu ambao unaarifu hamsini nimemtumia hapo tayari. Yeah. Sasa waziri, ukiamka sema neno moja tu kwa ajili ya wale mabwana, yeah. na roho zetu zitapona, laki moja